Aa, ndugu mtazamaji wangu wa uh, HS Studio TV niliyoko mbele yako, naitwa Aron Gilbert, ni mtangazaji wako wa siku ya leo nikiwa katika kanisa la Adventist, Sabato Tunduma. Naam, niko hapa na ndugu, unaitwa nani? Aa, kwa majina anaitwa Ambele Kiando. Ambele Kiando. Ambele Kiando, wewe ni nani kwenye kanisa la Adventist, Sabato Tunduma? Mimi nahusika katika kitengo cha mkuu wa kwaya msaidizi Ambele Kiando ni mkuu msaidizi wa kwaya. Kwaya gani vile? kwaya Garden of Garden. Okay, yuko katika kwaya ya Garden of Garden. Na m, huyu bwana akiwa kama mkuu wa kwaya, leo mlikuwa na tukio gani hapa leo? tulikuwa na kwaya dei mm. ya kwaya kuu kwaya ya Tunduma mm -hmm. SDA Church. okay. na sisi tulikuwa ni kama wahusika ambao tulialikwa katika kwaya dei yao. okay. hawa mabwana walikuwa ni wahusika leo katika shughuli ya kwaya ya Tunduma SDA wakiwa Garden of God, ni wahusika wa kusupport jambo hili, ilikuwa ni kwaya day. Naam, bila shaka mmekiwasha. Ni kweli kabisa. Jambo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mm. kwa sehemu tumekiwasha kwa kweli. mm. Mungu ametukuzwa wa katika kanisa la Tunduma main. Okay, ndugu mtazamaji wangu, ngoja twende tuone namna kidogo Garden of God walivyokiwasha hapo Tuungane na watu wa studio moja kwa moja. mzee wa kanisa wa kanisa la Tunduma, sijachoka. Nimetoka kwa mkuu wa kwaya Garden of Garden, na sasa niko na mzee wa kanisa ka tayari, usikie na mzee. Unaitwa nani? Anaitwa Ahazi Abeli. Uh, hmm. ni mzee wa kanisa, miongoni mwa wazee wa kanisa, wazee watano, ndio huyu. Mzee anaitwa Ahazi Abeli, ni mzee wa kanisa katika kanisa la Adventist wa Sabato, Tunduma Main. Kumbuka leo alikuwa na shughuli moja mzee, mlikuwa na kwaya nyingi nyingi hapa, kulikuwa na nini mzee? Uh, leo kulikuwa na kwaya day. Ndiyo. Kiukweli tumebarikiwa sana, mm. tumekuwa na kwaya takribani kwaya nane mm. ambazo na tumekuwa nazo leo. Kiukweli ilikuwa ni siku ya pekee sana, kwa sababu uimbaji ni ibada, na leo tumefanya ibada kwa njia ya uimbaji. mm. mio yetu imepona. Unajua, unavyoimba mm, ni tiba, ni dawa. Kwa muda unasahau hata tabu ndogo ndogo zote, muda wa uimbaji unakuta zinaisha, unasahau kabisa Kiukweli siku ya leo tumebarikiwa sana, utukufu wa Mungu litamalaki katika tukio hili la uimbaji. Kiukweli ni tukio la pekee sana na hmm, nimependa sana uimbaji, sema napenda uimbaji ndiyo, kwa sababu uimbaji huu ni mwonjo wa mbinguni. Kwa sababu hata mbinguni tutaimba, hapa hmm, duniani tunaimba, lakini mbinguni tutaimba tena, mbinguni hmm, tutaimba lugha moja, watu tofauti tofauti. Kwa kweli ah, tunaimba duniani, lakini ni mazoezi ya kwenda mbinguni Mtazamaji anayesikia na kutazama asipange kukosa katika mji wa mbinguni. Kiukweli mbinguni ni kuzuri, uzuri wake hauwezi ukaelezeka kwa lugha ya kibinadamu, ila ni kuzuri, ni kuzuri. Hata mwandishi Yohana alipofunuliwa mji wa mbinguni katika kitabu cha Ufunuo, alivyoangalia, alishindwa kuandika kwa, kwa lugha gani kwamba aeleze uzuri wa mbinguni ukoje, lakini ni kuzuri. Sasa tutamsifu Mungu kwa furaha, tutaimba nyimbo ambazo hatujawahi kuimba, tutapiga vinanda, mazeze, vinubi na matoashi bila fundisho. Kwa kweli, mpenzi mtazamaji, usipange kukosa mbinguni. Nashukuru sana mzee wa kanisa amekupa machache hayo kwamba mbinguni kutakuwa ni kuzuri, watu watapiga vinanda na vinubi, usipange kukosa. Tunduma leo kulikuwa ni hatari, ndugu mtazamaji, twende tuonje kidogo, Watazamaji wangu wa HS Studio TV. Nilieko mbele yako ni kiongozi wako HS Studio, nikiwa presenter wako siku ya leo, siku ya Sabato, ikiwa ni kwaya day katika kanisa la Adventist wa Sabato Tunduma. Mbele yako niko na mkuu wa kwaya, kwaya ya Tunduma, mwenye shughuli mwenyewe, mwenye kiti, karibu sana. Asante. Nashukuru ndugu mtangazaji Ndio. Lakini ninayo hmm. furaha kubwa mno, maana hmm. tulikuwa na a, siku maalum ya maombi tarehe 16 s ya mwezi wa tatu tukiwa tuna mambo makubwa ya kuombea hmm. Moja ilikuwa ni kuombea mialiko yote ambayo tulikuwa tumealika kwaya sita hmm. na kwa neema Yesu, namshukuru zimekuja kwaya zote. Amen. na hivyo tumebarikiwa sana kipekee hmm. kungekuwa na mizania kusema, ningesema lakini, wote wamemwinua wa Yesu. Amen. na hivyo nipende kushukuru kwa jioni hii Ndio. na kipekee namrudisha Mungu sifa na utukufu ni zake milele Amen. Mkuu wa kwaya anasema walifunga kwa ajili ya tukio la leo na kwa kwaya zote walizokuwa kwa wametoa mialiko zimewasili. Na bila shaka, mkuu wa kwaya, kwaya ya Tunduma ni kwaya ina album, kwaya ya Tunduma ndio, meni ndio, ina albamu na ziko DVD mbili ndio, ambazo ziko mtandaoni mm. Kwa hivyo basi, ukiingia kwenye tovuti yetu mm unaziona zikiendea ku, ku, kuwabariki watu wa Mungu na mataifa yote Tamina. na mwakao tunatarajia tunata, mm. kufukua kurekodi uh, audio na pamoja mm. na DVD na hivyo basi, niwaalike mm, ingia kwenye tovuti yetu, hautapungukiwa, utaenda utaendea kubarikiwa. Kwaya Tunduma, uh, wanayo account YouTube, tembelea channel yao ya YouTube. Ukiandika Tunduma SDA kwaya utakutana na nyimbo zenye utukufu, nyimbo zilizojaa sifa kwa ajili ya Mungu. Amen. hawa watu ni hatari. Nenda sasa ukawatazame. Amen. Karibu sana. Mungu.